Afisa mmoja wa polisi amekamatwa na anatarajiwa kufikishwa kortini siku ya leo hii Jumatano ya Juni 18 mwaka 2025 baada ya kumfyatulia risasi raia mmoja katika mji wa Nairobi siku ya hapo jana Juni 17 mwaka 2025. Kwa mujibu wa taarifa rasmi ya msemaji wa polisi nchini Kenya, Michael Muchiri Afisa huyo alikamatwa kufuatia agizo la Inspekta mkuu wa polisi Douglas Kanja na uchunguzi sasa umeidhinishwa. Video zilizosambazwa kubwa katika mitandao ya kijamii zinamwonyesha afisa huyo akitumia bunduki inayotajwa katika taarifa ya polisi kama ya kupambana na maandamano aina ya shotgun dhidi ya mwanaume huyo anayearifiwa kuwa mchuuzi jijini Nairobi. Tukio hili limejiri katika makabiliano yaliyoshuhudiwa siku ya hapo jana Nairobi, kati ya maafisa wa usalama na makundi ya vijana waliomiminika katika maandamano ya kupinga mauaji ya mwana blog, Albert Ojwang alifariki wiki iliyopita akiwa kizuizini. Hii ni BMG Online TV na mimi ni David Edwardi.